Uh, mi nilisema kwa majina naitwa Godluck Silayo niko hapa kumwakilisha mkurugenzi wa Mat Super Brands bwana David Damian gs ambaye yuko safarini lakini alitamani kuwepo kwa kumsindikiza uh, mgeni rasmi kwenye shughuli ya Mungu. Kwa ujumbe wake anamsindikiza mgeni rasmi kwa shilingi milioni kumi. Tunafanya kazi sehemu moja <coughs> <coughs> ndugu yangu Charles Tembe ametuchangia shilingi milioni mbili. Kazi mengi. Na yeye ameshaweka kwenye account. Siku hizi mambo ya mtandao. Kwa hiyo tayari na nimeshamtibia baba siku free receipt zao zote. Atampa mwasibu. Baba siku tunisema tukua na na namba ya mwasibu nilikutumia kutumia mwenye hiyo tunisema hiyo. Hamna shida. Yeah, ya mwisho pale ninapofanya nao kazi Uh, Tume ya Taifa ya Mipango, tunafanya nao kazi kwa chini yangu, wametuchangia shilingi milioni sita, wameshaka kwenye akaunti askofu. <coughs> Baada ya hapo na mimi mwenyewe nimechangia shilingi milioni tano, nimeshaka <coughs> kwenye akaunti. Amesema vizuri naibu waziri hapa, kazi ya Mungu huwa lazima ikamilike. Kazi ya Mungu haiwezi kuishia katikati kapisa, kapisa, kapisa. Maadamu hii ni kazi ya Mungu kwa ajili ya kumtukuza yeye, tunaamini kazi hii itakamilika. Mungu awabariki sana, asante sana. Ninarudia e kusikia wala kuandikwa mahali popote aliyetoa sadaka kwa Mungu kwa hata siku moja right, okay. Makofi kwa Yesu jamani, zaidi sana anabarikiwa Amen. Amen. kwa hiyo anabarikiwaaiyo e na hakika mliotoa sadaka mahali hapa leo wote mtabarikiwa. Jambo la pili pa waskofu, nchi yetu ipewa zawadi ya pili, baba, askofu, zawadi ya, amani kabisa amani hii ili endelee, kuna jukumu la wananchi, kuna jukumu la serikali, kuna jukumu la viongozi wa dini, lakini katikati ya makundi hayo niliotaja, Mungu ndio kiongozi wa haya yote. Amen, amen, kwa kuna kila sababu ya kujenga nyumba ya Mungu, ambapo neno la Mungu itahubiriwa, wananchi wataelezwa mambo ya msingi ya kumtii Mungu na kuwa raia wema kwa taifa lao. Baskofu, kwa heshima na taadhima umenipa mwaliko huu, nami na ni kijana wako, na mwaka juzi ulipa heshima ya kuendesha harambee ndogo mahali hapa. Kwa mimi hapa ni mwenyeji kabisa, na kwa kakadinjama ambayo liva askofu, mimi nitaendelea kuchangia, na leo pia ninatoa sadaka ya shilingi milioni moja. Amen, makofi jamani, makofi mengi. Hii ni milioni ya nne amesema hii milioni ya 4 na bado kazi inaendelea. Sana. Mheshimiwa kai naendeleanaewaanegenaetasakamingi na vigeregere kwa kazi iliyoendelea <todicilis> Haleluya. Hatutalala wala hatutasinzia mpaka tutakapo hakikisha tumempatia Mungu mahali na maskani shujaa wa Yakobo. Bwana asifiwe sana, haleluya. Ndugu mgeni rasmi, nikushukuru sana kipekee kwa niaba ya kamati kwa kazi njema ambayo Mungu amekutuma kuja kuifanya Babati. Kazi yako ni njema na haitasahaulika. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu, naomba nitoe taarifa fupi tu ya kazi ile iliyofanyika leo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kazi iliyofanyika leo, mchango wetu umegawanyika kwenye makundi kama matano. Kulikuwa na kundi la kamati, kulikuwa na watoto, kulikuwa na kundi la washirika, lakini kulikuwa na kundi la wageni wetu maalum ambao wakiongozwa na mgeni rasmi, lakini pia kulikuwa na watu wa waliotuma ahadi zao za material. Bwana asifiwe sana Kwanaomba kutoa taarifa kama ifuatavyo kesh. Kwa upande wa kamati tumekusanya shilingi milioni tisa na laki saba hiyo <coughs> ni kamati ya ujenzi. Lakini watoto tumekusanya shilingi laki moja elfu tisini na nne na mia tano kesh. Kwa washirika tumekusanya shilingi milioni nne laki saba elfu tisini na sita. Pande wa wageni, kesh kwa wageni tumekusanya shilingi milioni ishirini laki saba elfu tisini na sita. Makofu mengine tena kwa Yesu, aleluya. Ahadi kimsingi ahadi ni kwa wageni wetu wa, we, we, wanakamati, sisi tulikubaliana kuna viwango tulivyopangiana, kwa hiyo hatukukuandika kama ahadi. Bwana asifiwe, tunataka utimize wajibu wako uliokuangukia katika nyumba ya Mungu bila kupuuza. Kwa hiyo kesho kwa wageni wetu ni shilingi milioni kumi na tatu laki tatu na elfu hamsini. Hiyo ni ahadi. Kwa hiyo jumla kuu ahadi jumla kuu cash peke yake, jumla kuu cash, jumla kuu cash peke yake ni shilingi milioni 35,486,500 milioni 35,486,500. Ukiweka na ile ahadi tuna jumla ya milioni 48,836,500. Jumla kuu mchango wetu ahadi pamoja na cash ni shilingi milioni 48 laki nane thelathini na sita elfu na mia tano. Vitu wana sifiwe sana. Vitu geni rasmi, kuna vifaa hatu ambavyo hatukuvisema, naomba sasa kuvitangaza watu wa bawasa walituchangia simenti ya 40. kwa hiyo tuna kuku saba. Makofi kwa Yesu ambao wako hapa. Tuna kitenge kimoja, tuna beberu mmoja yuko pale nje. Tuna simenti arobaini. Tuna kokoto mende mbili iliyosagwa kwa mashine yenye thamani ya shilingi milioni mbili na elfu themanini lakini tuna mchanga wenye thamani ya shilingi milioni moja na laki mbili. Jumla ya matiria huyo ni kama nilivyoeleza mwanzoni kwamba ni shilingi milioni 4 na elfu arobaini. Kwa hiyo tuna kokoto lori mbili nende kubwa, tuna mchanga lori kubwa tatu, tuna simenti arobaini, tuna beberu mmoja, tuna kitenge kimoja, tuna kuku saba, jumlisha sasa na milioni 48 laki 836 elfu na tano. Makofi kwa Yesu! Haleluya! <coughs> Bwana Yesu asikiwe sana. Naomba sasa nimkaribishebabaskina <coughs> kitu chango wa mwisho ambao ulikuwa juu sana, pamoja na ahadi ulikwenda milioni 3, huu umekwenda 50, na ni mchango mkubwa sana, kwa sababu unajua mgeni rasmi akishakubali kwa moyo mweupe anajua kubeba kitu kwa namna ya tofauti sana sana. Neno langu la wale wenye ahadi, naomba mchangamke. Mungu awabariki, mtimize upesi. Profesa anasema mimi sikuambia watu tukapiga siasa ya ya ya, ya, ya, ya kisiasa kwamba nitaahidi alafu mwakani twende tukapeleke hela, na kweli walileta hela. Profesa, Mungu akubariki sana sana sana sana. Akumbuke wewe na wale wote ambao umekutia moyo na familia zenu. Lakini niseme Mungu waheshimishe kwa namna ambavyo hajapata kutokea. Kwa sababu umetutia moyo. Sasa sisi tunachacharika kuanzia wiki ijayo, kamati itakaa, tunamwaga hizo silabu bila ya wasiwasi. Tunamwaga kwa sababu tulikuwa na akiba yetu kidogo ndani ya fedha. Kwa hiyo tukiunganisha hapo, sisi tuna nguvu kubwa ya kufanya kile tunachotaka kufanya. Nguvu yetu ni kubwa sana. Jamani, tumshangilie tena Mungu kwa mtoto mwema. Lakini naomba siku nyingine tukiwaalika, msiseme mmezoea vibaya, kwa sababu kazi haijaisha ya na ni kazi ya Mungu. Utaona tutasema, tunakushukuru sana kwa niaba ya waalikwa wote. Tunasema Mungu akubariki mno mno. Mungu akupatie kibali kama kama Yusufu alivyopata kibali katika Misri na Danieli katika nchi ya Babeli, na Mungu akufanyia kibali isiyo ya kawaida na wale wote ambao wametutia moyo Mungu awaheshimishe. Asanteni sana, kwa sababu tulitamani sana sana kusogea pale tulipokaa. Tumekaa muda, tuna harambee nyingine, naomba nitangaze.